Babati na viunga vyake umelipuka kwa shangwe baada ya kutangazwa kwa mshindi Dkt John Magufuli kuwa rais mteule wa awamu ya tano. Mwandishi wa TBC mkoani Manyara, Ben Mwaipaja amefuatilia tukio hilo na ametutumia taarifa ifuatayo. Hili wanasema hayawi hayawi yamekuwa. Hatimaye pilika pilika za takribani miezi miwili na nusu zimekamilika baada ya tume ya taifa, ya tume taifa uchaguzi kumtangaza Dr. John Pombe Magufuli kuwa rais mteule wa awamu ya tano wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na hapa katika mji wa Babati, eh, pilika pilika, sherehe, sherehe, nderemo, vifijo vimetawala katika makao eh, makuu ya mkoa wa Manyara hapa mjini Babati, ambapo watu wamejitokeza eh, kushangilia wakiwemo wanachama wapenzi na wafuasi wa Chama cha Mapinduzi hapa ni makao makuu ya mji wa Babati hapa na hapa ni ofisi za chama ambapo walikuwa wakisubiria matokeo uh, yakitangazwa. Hapa na baada ya matokeo hayo kutangazwa, mji huu umelipuka kwa furaha kabisa. Na tushuhudie basi, uh, muda mfupi uliopita hali ilikuwaje hapa meweza kuzungumza na baadhi ya wanachama na Watanzania kwa ujumla katika mji huu ili wanieleze basi wamepokeeje matokeo haya, ama ushindi wa Dr John Pombe Magufuli kupokea kijiti kutoka kwa Rais uh, wa awamu ya nne, uh, Dr Jakaya Mrisho Kikwete. Yani nimefurahi baba ka vizuri sana kutokana na, na John Pombe Magufuli kushinda kwa vishindo. Nampongeza akiwa na makamu wake Samia Suluhu. CCM itaendelea kupeta. CCM inaaminika, wananchi bado wanaiamini, wanakiamini Chama cha Mapinduzi. Magufuli ni jembe. Kwa sisi Babati tumefarijika sana. Mimi namshauri afanye kazi kama vile ahadi alivyotoa tena kwa furaha kubwa, kwa nguvu zote. Tunamjua yeye ni mchapakazi ajabu. Leo tutakesha hata ndani leo, sijui mimi kama usingizi tapata kwa furaha, ina maana taendelea hata kucheka, tunicheke na absilingu. kwa ajili ya furaha la, lakini suala hili la uchaguzi lina maana gani sasa kwa wanachama hawa wa chama cha mapinduzi, lakini pia kwa Tanzania kwa ujumla? Nini kinafuata baada ya hapa? Baada ya hapa kinachofuata bwana, ndugu yangu mtangazaji, hapa ni kazi tu ni bwana afanye kazi zake, asione sura ya mtu, wala simuogope mtu, afanye kazi kwa mujibu wa sheria ya nchi. Nje anayekosea nje, hata kama ni mtoto wa shangazi yake asimuonee haya, amweke pembeni. Hapa yeye natakiwa ni kazi watu tu. Wana matarajio makubwa. Kwa nini unasema hapa kazi tu? Hapa ni kazi kwa sababu kazi na yeye ni kazi. Mtu mpaka amelala kwenye mitaro si mtu wa kazi eh? Ni nani kalala kwenye mitaro? Au ni rais gani wa CCM aliyopita amelala kwenye mitaro? Watanzania wana matumaini makubwa na Dr. John Pombe Magufuli. Kwa nini unataka awe mkali? Akuwe mkali kwa sababu hmm, nchi hii tunaambiwa rushwa imenuka, na ndani ya viongozi wa serikali waliochaguliwa wa ngazi za juu wametuumiza sana, ndio maana leo tumefikia hapa. Kila tukipita tunaambiwa nyinyi ni fisadi, kila tukikata hivi nyinyi CCM fisadi. Sasa tunataka yeye akifika, ili kila tukipita tunaambiwa nyinyi wachapakazi tukipita hivi nyinyi wachapakazi, yaani kila kona jina la uchapakazi liwe limeenea. Basi biashara hii ya pilikapilika, pilika za uchaguzi ndiyo yamekamilika hapa na mshindi amekwisha patikana. Ilikuwa lazima mshindi apatikane, maana katika uchaguzi hakuna masuala ya kupigia na penalti. Ni kwamba lazima mshindi apatikane ndani ya dakika tisini na ndivyo ilivyotokea. Sasa hivi Watanzania wanasema wanaanza maisha mapya, kazi na inabidi endelee, na baadhi yao wamesema hapa ni kazi tu. Na mimi niseme, watanzania nawashukuru kwa kufuatilia TBC katika matangazo haya, ikikuletea matangazo haya katika kipindi chote cha uchaguzi. Mimi ni Ben Mwaipaja wa TBC, nikiripoti kutoka hapa mkoani Manyara, hususan hapa mjini Babati, kwenu studio Dar es Salaam.